Na nikisema kupona waziri wa fedha Dr. Philip Mpango ni ushindi kwa taifa la Tanzania, ni ushindi mkubwa kwa taifa la Tanzania, ni ushindi mkubwa kwa sera za Magufuli, ni ushindi mkubwa kwa Mungu, na ni kushindwa vibaya kwa wapambe wa korona. Mimi wakati fulani nimelaumu karibu karibia wote wengine, waliomo hata serikalini, kija kwa mfano akina Philip Mpango na mahali fulani, kama sikutaja jina, lakini baadhi ya watu nadhani walikuwa na, wanaelewa kwamba. Ila kuna baadhi ya watu, inawezekana uhai wenu, usalama wenu, hali yenu kuwa hapo, mpaka mkaja kupata nafasi hizo, uenda, uenda, uenda akina sisi tumewahi kuhusika kiasi, kulikuwa na haja sana sisi tunapoingia kwenye shida za namna hii muhusike, kwa sababu moja ya sababu ya mtu kukutendea mema ni ili uje umtendee mema. Sio lazi, usipomtendea hata dai hana cha kukufanya. Lakini laiti ungejua mtu anapokutendea mema ni deni, unielewe hili. Nadhani unaweza usielewe vizuri Biblia, unaweza usielewe vizuri Biblia pale inaposema mnapomtendea, eh, mtu, msisubiri kulipwa. Unaweza usielewe vizuri. Cha kwanza ni kwamba mtendee, si lazima aje akulipe lakini hili andiko inayosema mutakayo watu wawatendee wa, wa, nyie anzeni kuwatendea. Maana yake huyu unayemtendea ni ili aje akutendee, na kama uamini hilo basi, amini hii ya kwamba kwa sehemu kubwa, ikiwa utagusa maisha ya watu wengi, utatendea watu wengi mema automatikali, watu hawa kuna wakati hawa hawa waliowatendea mema watakusahau asilimia themanini, asilimia ishirini watakukumbuka watakusahau watu nane kati ya kumi, wawili watakukumbuka. Yani kitu ambacho wakipoteaji jumla wema huwa upotei kati kitu akipoteaji kwenye moyo na maisha ya watu, mioyo na maisha ya watu, wema huwa upotei jumla. Kwa hiyo akina sisi, wakati fulani aitokea vifo fulani viwili vyenye mshindo sana, vya kushtukiza sana, alikufa mali msef, alikuwa mwenye mtu fulani wa, wa, wa watu wakafu, baadaye akawa wa, wa, wa kufa kwa namna fulani ya mshtuko hivi. Baadaye akafa aliyekuwa katibu mkuu kiongozi kuru. Mambo yakiwa hivyo, Philip Mpango akawa ametingwa, Philip Mpango akawa ametingwa na ikawa inaonekana ni kama ni ule msimamo wa Magufuli wa kutotii masharti ya corona, lakini wakati Philip Mpango ametingwa, tupo akina sisi tuliojitokeza kujaribu kusema kwa habari ya kwamba ikiweko nia yote ovu ya kuondoa watu, hiyo nia haitafanikiwa hata iondoe watu wote wa Tanzania wote, hiyo nia haita, yani kuna watu tuko tayari kuona mizoga yote imelala chini, lakini mnyama huyu, mnyama hajasujudiwa huyu, ni chula huyu hasujudiwi. Yani huu mpango, huu mpango, huu mpango tukitii masharti yake ndo tutakufa vibaya. Heri tuugomee, tupoteze watu 4 5 7, tupoteze hata nusu yetu, tutanusurika tutakao baki lakini huu mpango tukisema tuusujudie tu uinamie huu mpango, tunapukutika wote. Mimi nilinuka, nilisema ile, nilisema ile, alafu baadaye nikaomba sana, nikaomba nikaomba, nikasema, Mungu, hata dakika hii, pamoja na haya, pamoja na haya, tunakuamini Mungu, tunakuamini, tunakutegemea, pamoja na haya, waweza ukatusaidia. Unaweza ukaruhusu watu wachache miongoni mwetu waondoke, lakini sisi tukibaki tumekuelekea, unaweza ukatusaidia. Baada ya maombi hayo maneno hayo, ah, si yani sijui kama ni maneno yanayo yalikuwa yana vitisho, yanaenda kwa mmoja wanaopanga mipo kaza. Mimi nishawambia asikudanganye mtu akakwambia shetani ni jamaa fulani lina mapembe mahali ni jamaa fulani liko baharini au liko kwenye kuna mahali fulani pana giza ndo alipo shetani. Shetani ni watu, asilimia tisini, tisini na tano ya vifo vyote magonjwa yote yanayowapiga watu ni mpango wa wanadamu wa kawaida kabisa. Aumwe nani, waumwe akina nani, ama wanapofanya kitu fulani kwa ajili ya mipango fulani mibaya, kinatokeza matokeo mabaya hata kuliko waliokuwa nayapanga. Ni wanadamu wanapanga. Sheta, shetani shetani, usiduka ukamchukua shetani shetani, shetani shetani. ni yule ambaye walimleta wazungu kwenye briefcase kupitia vio vya bibilia, huyo huyo. Sio huyo, sio huyo, sio shetani. Ni watu, watu hao wanaopishana nao njiani, hawa hawa unapopishana nao njiani, kuna mara ametoka alikuwa kwenye kikao unaopishana naye njiani, kuna, kuna simu amepigana, kuna mipango fulani imepanga, ipo kwenye simu yake. Hii simu simu kabisa, hiyo ulio nayo, hiyo hiyo simu hiyo ulio nayo kama wewe, hiyo simu kama wewe, hiyo simu hiyo simu ina message tu za haleluya mistari saba, ina, ina mistari tu ya Biblia, basi ni wewe tu, kwa sababu na sali hapa kanisani. Lakini hizi simu ndio maana sehemu kubwa anasema usiguse simu ya mwanaume au ya mwanamke, usiguse simu ya mtu kwa sababu kipande kikubwa kwenye simu za watu kwenye simu za watu kumebeba mambo mengi sana yanayoendelea kwenye hii jamii, mengi sana wewe wakati unapigana na shetani fulani, shetani fulani yuko kuzimu, kwenye poli, yuko katikati ya bahari, unapishana na shetani ambaye yuko kwenye simu ya mtu. Hii simu ya mtu, kuna kitu, kuna kitu inajadili hii simu, kuna kitu inajadili juu yako, hii simu ya mtu. Huyu mtu kwenye wazo lake, kwenye mawazo yake, kwa kuchua au kwa kuto kuchua, anayo namna atafanya juu yako, na hivyo ndio shetani alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo tunayoyasema kuattack mipango fulani na makusudi fulani yaliyopangwa juu ya mtu ukisha yakabiri vile, kuna watu wanasikia, na kwa bahati mbaya Biblia inasema waovu ni waoga wasipofuatiwa na mtu. Kwa wakati mwingine, ukipinga lile kwa nguvu nyingi, kuna wakati ule wanaopanga lile jambo wanasema tumeonekana hapa, tumeonekana, hebu tujipange. Ama tunawaamsha baadhi ya watu, wanaanza kumulika juu ya lile jambo. Tunawaamsha baadhi ya watu wanaofahamu shetani ni watu, wanaanza kumulika juu ya lile jambo kwamba hapa inawezekana. Hapa hapa, huyu ametuamsha, huyu ametuamsha. Kwa hiyo baadhi ya watu wanaweza kaa wananusurika, kwa sababu kuna mtu umemulika, umemulika shetani watu, umemulika shetani watu kwa neno la Mungu. Kama hiyo itoshi, sasa watu kama hao wakisha wamepata pengine nafasi hiyo, makamu wa rais ama akawa anaendea tu, kwa kuna mahali pengine unaweza kukuta moyo wako unakwambia, ile tu mtu wa Mungu, baada ya nafasi yako ulikopata, ungenikumbuka huko umu, mnamo pita huko. Hey, ungefanya jambo huko mnamo pita umu, ungefanya jambo tukiona mtu anapita kule ndani, kama na wewe ni kama ili uwe salama mahali, ni kama ukawa unasema hawa ambao wanaweza wakawa wanapinga ubaya huu, hawa pengine hawa, ebu angalieni chochote pa kuwafinya na kuwaminya hapa, na ebu angalia unasema hapana mimi katika mema ambayo nimekutengea kwa moyo kabisa, maombi yale niliyoomba juu yako, maneno uliyosema yaweza yamehusika wewe ukawa hai. Kwa mfano Makamu wa Rais Mpango alipumulia oxygen kwa namna ya ajabu kwa namna ya ajabu mpaka alipotoka hivi. Alipotoka alishukuru madaktari, alishukuru alishukuru, alishukuru, yani alishukuru kila aliyemwombea, alishukuru kila aliyejihusisha. Baada hapo, baada ya siku chache, miezi mitatu minne mbele, akaja kwa makamu wa rais. Ikiwa uliwahi kuhusika kwa namna yoyote, kuna namna ya kudai, yani kudai, nimesema mkopeshe Mungu na wanadamu, ili wakati ubaki unamdai Mungu na wanadamu, yani kuna kuna namna unadai una, una ukikumbuka, mimi naongea hapa ni, ni mtandaoni na unasikia na itaruka hata peke yake, umeelewa. Manake itaenda yani, kuna kuwa na mara, kuna kuwa na mara, kuna haki ya kudai. Kwa mimi kwa ninavyojihusisha juu ya maisha yako, kuna haja wewe pia, siku ya tabu yangu, jihusishe kama mimi nilitoka waziwazi na wewe. Ikiwezekana siku ya tabu yangu toka waziwazi, siku dai. Sio lazima unipe chochote, sio lazima ufanye, ila tu wejua, sehemu kubwa tunawatendea watu mema wanaoweza kuja kututendea ili tuweka akiba. Sema mnayotaka watu waje wawatendee, watendeeni nyie, anzeni nyie kuwatendea. Sehemu kubwa watu hatukutendei wewe kwa sababu wewe unavyo vingi una mare fulani tunakutendea kale ambako kale ambako huna. Yani, kwa mfano afya uhai, wewe sio wako, huna hata kama una mali kiasi gani, uwe mkurugenzi popote, uwe waziri popote, uwe na cheo chochote, mtu akikupigania kaa kwenye uhai we, jua uhai jua nao fulani, huyu mtu anakuwa kwenye riski kwenye riski ya kupata hasara kupoteza uhai, kwa o ni vizuri sana akikupigania kwa hatari ile ile ya kupoteza uhai kwa ajili ya uhai wako, uwe tayari kupoteza uhai wako kwa ajili ya uhai wake. Lakini hujafanya, hakuna shida. Ndio ile tunayosema kwamba mwanadamu, ikiwa mimi nimejihusisha na maisha yako haujafanya, haujafanya chochote, haujafanya chochote wewe. Ubaki, Mungu anaweza kunilipa kwa niaba yako. Ubaki, Mungu anaweza kuweka msukumo moyo huo ndani ya watu wengine waliowahi kuona moyo wangu juu yako, akaweka akawapa kumbukumbu watu hao kumbuka akina Yusufu. Alipomsaidia yule akarudi kwa mfano. Alimwambia hivi, "Ukanikumbuke." Alimwambia, "Ukanikumbuke." Yaani ukanikumbuke. Mimi nimekutendea ukani, mema, ukanikumbuke. Yani mema hata kama usipotenda sina cha kufanya, lakini mimi nikutendea mema. Ni ili tu na wewe kesho na kesho kutwa uje unikumbuke. Na usiponikumbuka wewe, pana watu wanaweza akawa wamejua ni mimi kutendea mema. Wanaweza wakajua. Na hawa kijua hawa, hawa kijua hawa. Mungu anaweza akatumia waliojua ama akaweka sasa yeye mwenyewe. Jambo la pili kama kina Mordekai. Alina molekayo alikumwa mfalme ambaye alitaka kupinduliwa. Unataka kupinduliwa kuuawa na kupinduliwa, wakatoa taarifa kwa mfalme katika walinzi walioko hapa ikuru, walinzi walioko hapa kwenye ufalme hapa, pana waliopanga kukuua mfalme. Akasema akapeleleza, wakachimbua ile habari, wakaikuta ni kweli, walitaka kumuua. Basi wale jamaa wakauawa tu, wale wawili wakauawa. Mfalme akasema tu "Ah ese, Mungu ameniokoa, sio mtu." Sio Mungu katumia mtu, Mungu amefanyaje? Ameniokoa. Alafu jamaa yule kamwacha pale pale, yuko yuko mlangoni analinda pale pale lakini baada ya muda fulani wale watu sasa, kuna mtu amejipanga kutaka kuwadhuru wale wa Israeli, wale Wayahudi, wale waliomwokoa, hata kama sio wa taifa lao anataka kuwadhuru. Wameomba wametafuta msaada huku na kule, ndipo Mungu alipoingilia kati tena. Mungu alimkumbusha tendo lile aliyotendewa vizuri, kwamba kuna mtu huyu alikutendea vizuri wewe, ulimfanyia nini? Ulimfanyia nini? Ndo ah, nadhani leo usingizi ya uji mpaka nione huyu mtu alifanyiwa nini? Nione, ebu leteni vitabu tuone, kuna mtu aliwahi kumwokoa mfalme, yuko wapi? alifanyiwa nini? wanasoma vitabu, anasema hapana, ni Modekai, yupo mlangoni, mpaka leo anapigwa na baridi, anaingoja asubuhi kwa taabu kubwa sana. Anasema she, hebu ngoja nitafute mtu anisaidie hapa anisaidie hapa kujua hivi afanyiwe nini. Ndo akawa namkuta mtu ambaye anaishi ni yeye, anatakiwa kufanyiwa, akataja vitu fulani vikubwa, akasema kwa kweli, kwa uhai alioniokoa nao huyu mtu, ni vizuri sana afanyiwe hayo hayo aliyoyasema. Nataka nikujulishe swala la mkopee Mungu na wanadamu ili ubaki unawadai Mungu na wanadamu. Nataka nikujuishe kwa mfano. Kwa nini mimi naweza nikawa namdai kila mtu? Namdai kila mtu kwenye hii dunia. Imagine tu wakati wa korona, hususan this Afrika hii Afrika. Msimamo tulio, sigani, sigani, Afrika msimamo tuliousimama umeokoa kiasi gani jamii ya Afrika umeokoa kiasi gani jamii ya Afrika mii, nakwambia Afrika pangekuwa peupo, tafkiri ni maperere mabua ya, ya, mahindi baada ya kutoa mahindi au yakiwa na mahindi yamefyekwa Afrika pangekuwa peupe, ule mpango wa korona usingegomewa, lakini kuna watu tulijirisiki, tukauzuia ule. Watu wako mtaani humu, sasa hivi wako mtaani, wanajua ni kawaida, lakini nakwambia ule mpango ukuwa wa kawaida, ule mpango ukuwa wa kawaida, ule mpango ulikuwa unasafisha Afrika, unaisafisha kabisa, na usingesafisha wa Afrika waliomu Afrika tu, ule mpango ulikuwa unasafisha Afrika popote walipo, popote walipo wangeshuka Ule mpango hakuna cha maombi, hakuna cha chanjo. Ilifanya kazi. Ule mpango ni maneno, yaani maneno aliyokuwa ya anapigwa alikuwa analeta confidence, anafungua basi ya watu. Kuna basi baadhi ya watu wanaanza kuona lakini kweli, wana kitu inakwepa inatafuta ina, ina tu. Yaani inapaa juu, inapaa, inapaa, inaenda katikati ya kundi inamtafuta mtu fulani. Watu wakaa naamka ila wakaa naamka. Wanaamka. Kuna watu wana ambao tukitembea barabarani katika maeneo mengi Unaona kwa nini usinipe heshima? Kwa nini, kwa nini usinibariki? Kwa nini kinywa chako kisinibariki? Kwa nini maneno yako yasinibariki? Nini nimewahi kuwa muhimu sana kwenye maisha yako. Na naamini ukiingia kwenye rekodi za kawaida, sio kwenye ulimwengu wa roho. Rekodi za kawaida utaona, eh. Eh? Eh? Eh? Mimi mwenyewe nilikuwa naondoka pale. Mimi mwenyewe nilikuwa naondoka pale. Kwa neema na neema za Mungu tuko hapa tulipo leo. Kwa nini usinibariki? Kwa nini usinibariki? Usitafute kwenye ulimwengu wa roho, mimi ni mtumishi wa Mungu hapana, wa tafuta kwenye records. Nani wamewahi kuhusika kuiokoa Afrika? Ni dogo. Ni dogo upo wakati mbele. Mzungu afanyaje biashara ya bure? A hili lishindikana, ataleta staili nyingine ambayo mpaka watu wanaamka, hivi hamna kitu. Sababu ya mzungu ni kwamba tu haya maafrika amekalia haya, haya. Yaani, ya mali wakati manyani tu, anataka katoke mpango fulani, kaisafisha hii midudu hii. Acha hiyo, kuna watu kama akina Mbowe alisota gerezani miezi ndio wengi walisema, na hawezi kusema. Mimi niliposema ndio, alitoka gereza. Lakini mimi nilisema sana, na nikawaambia hata watu wa dini, asema, nyie watu wa dini kazi yenu ni kusema kama haya kwenye maeneo kama haya. Kama huyo kweli ni gaidi, semeni ni gaidi. Kama ameonewa, semeni ameonewa. Mimi Mboye ni mtu mnaye mpinga hasa kwa swala la korona analotaka, taka makanisa yafungwe, sera yao ilikuwa ni hiyo yani na sera zao nyingi nyingi za huko nyuma mempinga lakini napinga makosa, ila Mbowe ni moja ya mtu nayojua ni fighter, yani ni fighter. Siajua ugaidi, nadhani wameongea wengi na mimi naongea, siajua ugaidi, siajua. Lakini katika ushauri wangu wa kwanza nilisema rais, uwe na njia zako za kupitia mambo vano. Babu Seya aliachiwa wakati wa, wa Magufuli, nadhani haikuwa kisheria, ilikuwa ni busara. E, mashehe wa wa, wa, mshu, wali achiwa na hatujaona wakileta fuja, na ni kweli inaonekana hakuwa na fuja, walikuwa waungwana, kwa sababu kama walikuwa na ugaidi si wangetoka na kisasi, lakini walikuwa waungwana. Wao wanatusema wao walikuwa na katiba mpya, baadaye ikaonekana pengine ndio njia kwa nyamazisha na vitu kadha wa kadha, lakini busara imetu na, na hisi mimi, naona nikiwa sikiliza, tuna saikolojia jamani, sikisi unaona, hapana, hawa ni wema, hawa ni wema, basi tu basi Pengine waliishiwa vibaya, pengine Kikwete wakati ule alishauriwa vibaya, hakujua ama alijua, wamejirekebisha. Lakini kama na niseme busara itumike kwenye kesi ya Mbowe ili ifike mara hii. Dunia inaharibiwa kwa maneno, yani unafahamu kweli gani? Kama hujui chochote sema kama hivi, kwa majamani, kama huyo mtu ameonewa, mwacheni. Kama ni gaidi, muhukumuni. Wale watu huwa wanaanza kujua, watu wengi wamejua wale watu hujua, kwamba watu wengi wanafuatilia jambo hili. Wale watu wa dini, nyie, watu wanapoonewa. Unajua kuna baadhi ya watu akisaidiwa, huyo ni mwanzo wa kusaidiwa na watu wengine wengi mpaka leo hii nakumbusha, lakini katika ushauri wa aina hii, omba niongelee pia, bali mwacheni. Kama ni gaidi kweli, Mungu muni. Kama ni mambo tu haya kupanga panga haya, mwacheni. Watu wa dini ongeeni. Haikupita hata siku mbili tatu za kutoa, watu wa dini wamekusanyika, mara yetu natoa tamu, mara baada ya hapo ukakuta Mbowe huyo katoka ikulu, nini hali mabomu. Sasa njuacho wembe alikuwa ni nani? hata mimi najua, hata mimi ni nani lakini umejua, sauti yoyote ya haki ina nguvu kuliko sauti elfu tano za uovu hapa. Una milioni ishirini, una milioni mia, una milioni sabini, una milioni tano na laki mbili ila kale kakizima tu, kale kataa, unashangaa tu kabisa, unashangaa unakula hii nguzo, unaikula nzima nzima kabisa. Kwa mahesabu yako ulipo, kati ilipozima ulijua nguzo iko hapa, kwa hiyo una, unajikuta tu kabisa unaikwepa kabisa, una, una, unaikwepa unaikwepa, unashangaa tu baadaye, umeila kichwa, lakini elfu sabini mfukoni ipo, ila kataa, kataa 2000, kataa 2000, 5000, kalikupa wewe kuona eneo kubwa kwa neno la Mungu. Wakati mwingine neno la Mungu, wakati mwingine nikataa kadogo, nikataa kadogo, lakini huwa ana uwezo wa kumulika jambo fulani. Sasa mtu wa Mungu, ni vizuri sana mi napokwambia, nakwambia hivi ni vizuri sana uwe na haki ya kuidai dunia, unakuwa na haki ya kuidai dunia, unaidai dunia, unaidai dunia bali ukila unayemuona unasema kama sijahusika kwenye maisha yako moja kwa moja, sijahusika, sijahusika, sijahusika kwenye maisha yako moja kwa moja basi Unajua si watu wa Mungu sisi, ni taa, ni msaada, ni jibu la kila swali la kila mtu kwenye hii dunia, na ningetamani yoyote unayemwabudu Mungu na kuja hapa, kisha ungekuwa unamwabudu kwa lengo hilo na picha hilo, na ujulikane hivyo, uende hivyo, utembee hivyo, watu wakujue hivyo, wajua wewe ni problems solver, ni mtu wa waku, kutatua matatizo ni mtu wa kufanya mambo yaende vizuri popote yasipoenda vizuri ujijue hivyo upambanie hivyo uangaikie hivyo utafute kuwa hivyo onekana hivyo, harakati zako za kila siku zipambanie watu wakujue hivyo. Kuna maneno ya unajifanya kutana nayo pishana nayo yaangushe chini, pambana nayo endelea mbele. Na kijana mmoja wakati anafafanua yule wauzima mle sio aliyeko le, Marekani, sema sema Wakongo sema Wakongo na Wakongo Wakongo, lakini wa wa mchungaji, sisi tunakufahamu kweli, wewe unatetea watu kweli, wewe unapigania watu hapo kweli, wewe ni mtu ambaye unatetea wanyonge lakini sasa mchungaji, kweli sasa sisi wa Kongo nasema kweli, hatupigania nchi zetu tunapigania na sisi lakini wewe tunakujua. Lakini kweli kwani wewe kila ulivyopigania watu hapo, ulisema ulipigania bandari isiuzwe, kwani haijauzwa? Umepigania watu wasionewe, kwani waendelee kuonewa? Kwa hiyo sio kwamba sisi hatupiganii na sisi tunapigania, wanaendelea kuonewa. Hey, utasema walao mimi sasa nimepigania na wakongo mnajua eh, yani nimepigania nchi yangu na wa Kongo wote mliko mnajua Yani mnajua ndani ya Tanzania kuna, kuna kiumbe ambaye kajaribu kupigania watu wengine wanaoonewa, alafu Biblia pia haikumaanisha mpaka upiganie uweze. nafikiri Yohana alipoenda kumwambia Farao kwani si halali kumuoa mke wa mdogo wako, nafikiri Farao alimrudisha eh? Farao alimrudisha nathani alimwambia mke, mke wa Uria, alimwambia Daudi umefanya upumbavu kumuoa mke wa Uria mke. Daudi alimrudisha mko moto aliupata Daudi lakini akumrudisha Akamrudisha ule mke. Sulemani kurudisha eh, ule mke Sulemani alizaa mtoto wa kwanza akafariki, akazaa akawa wa pili, akurudisha. Kuna mahala katika Zekeli mbili mstari wa tatu, Biblia inasema na kutuma kwa watu wanaowasi sana ambao anajua hawatanisikia lakini watajua tu amekuwako nabii miongoni mwao nabii mahali pote hakuwa nabii kwa sababu amesikilizwa, hakuwa nabii kwa sababu mambo yamekwenda kama alivyoyataka. Nabii katika maeneo mengi alikuwa nabii kwa sababu amesikilizwa, hajasikilizwa, lakini lile jambo kuna namna limekuja kutokea na watu wamejua alikuwepo mtu aliyesimama za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.